Nini itafanya uwe na high chance ya kupewa visa chini ya wiki mbili. How to apply a canadian visitor visa in 2025, without an invitation letter. Hello everyone, welcome to KHP Canada. Kama wewe ni mpya uh, kumbuka kusubscribe kwenye video hii Nataka kuzungumzia gisi ambavyo unaweza ukapata uh, visa ya Canada especially visitor visa uh, bila kuwa na invitation letter, bila kuwa na ndugu ama kumjua mtu wowote hapa Canada. Wakiwa umenijua mimi, hayo inatosha kwa wewe kuweza kupata invitation letter ya kuja Canada. So unaweza ukawa haumjui mtu wowote Canada, unaweza ukawa uh, hakuna yoyote ambaye anaweza akakupea invitation later na unahitaji kuvisit Canada, unahitaji kuja Canada kupitia uh, visita visa, basi hii video inakuhusu, sababu unataka kuzungumzia step by step vile ambavyo unaweza ukapata visita visa kwa ajili ya kuweza kuja Canada. Utaweza kugusia gisi ambavyo unaweza ukaapply without invitation later. Uh, tutagusia required documents, tutagusia how to write a travel purpose letter na how to show proof of fund, because hiyo ni a very critical party, ama niseme hiyo ni a very trick party ambao huwa ina fail watu wengi. Kwa hiyo kaa pamoja nasi kusudi uweze kuelewa nini la kufanya ikusaidie kuweza kupata visitor visa na kuweza kuingia Canada bila uh, shida nyingi sana. Tutagusia pia on how to submit your applications online. Sio lazima upitie kwa mtu, sio lazima upitie kwa agent, sio lazima usumbuke. Wewe mwenyewe unaweza ukafanya hayo hapo online. Tutakufunza pia jinsi ya ku create IRCC account kusudi iwe rahisi kwa wewe mwenyewe kuweza kutrack progress ya kesi yako na kuweza kupata update ya kesi yako pia. Tutakuonyesha gisi tuta visa approval tips, gisi ambavyo unaweza ka increase chances za wewe kuweza kupata za wewe kuweza kuwa approved wakati ambapo unafanya uh, application ya visa. So ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe, sababu utakuwa uko maeneo salama especially ikiwa una ndoto ya kuweza kuja Canada ama kuvisit Canada utakuwa uko maeneo pazuri sana. Yes. Watu wengi uh, wamekuwa wakijua ya kwamba kusudi uweze kuja Canada kuna njia mbalimbali mbali kwanza. Uh, ambazo wengi hujua na wengine hawajui, unaweza ukakuja uh, na work permit, unaweza ukakuja Canada kama student, unaweza ukakuja Canada chini uh, ya program kama hizo za express entry, inaweza ikawa ni AIP, inaweza ikawa ni ARIMA na program zingine mbalimbali zote, ama pathway zingine zote ambazo zinasaidia kukuja Canada na pia unaweza ukakuja Canada kama visitor. So wengi wanaelewa ya kwamba kusudi uweze kuvisit Canada unatakiwa kuwa na ndugu hapa, ndio uweze kupata invitation letter ya kuweza kuvisit Canada, unatakiwa uwe na mtu ambao unamjua hapa ama uwe na connection yoyote hapa Canada kusudi uweze kupata invitation letter ikurahisishie wewe kupata visa ya kuweza kukuja Canada. Lakini ukweli ni kwamba invitation letter inakusaidia pakubwa sana kwa wewe kuweza kukuja Canada na ni moja kati ya jambo rahisi kwa kusaidia wale ambao wanataka kuja Canada kama visita ama wale ambao wanataka kuja Canada kama kutembea. Uh, kuna jambo ambalo wengi huwa hawajui, unaweza ukakuja Canada hata kama hauna uh, invitation letter. Hauna ndugu hapa, haujui mtu wowote hapa, lakini kuna nafasi ya wewe kuweza kukuja Canada. Unaweza ukakuja Canada uh, kama tourist na utapewa visitor visa ambayo itakuruhusu kukaa ndani ya nchi hii zaidi ya miezi misita. Pengine kama haukuwa unajua hayo, unatakiwa uwe unajua. Kwa wewe kuweza kukuja Canada kama visitor bila kuwa na barua ya mwaliko ama invitation letter inahitajika nini? Jambo la kwanza, kusudi uweze kukubaliwa kuja Canada kama visitor, unatakiwa kuwa na valid passport. Hiyo ni jambo la kwanza. Unatakiwa kuwa na valid passport najua, hata uh, kama uko na ndugu hapa ama hata kama umepata invitation later, lazima umake sure uko na passport kwa ajili ya kuweza kukuja Canada. Unajua ni watu wengi sana ambao, uh, wanasumbuka kwa ajili ya kuweza kuja Canada, na wanafanya utafiti kila leo, wako kwenye mitandao kila leo wako hapa na pale wanangangana sana milango ya Canada iweze kuwa wazi juu yao, lakini unakuja kupata kuna ule ambaye anangangana hivyo kiukweli, lakini mwenyewe bado hata passport hajakuwa nayo. Passport ni moja kati ya vitu muhimu sana ambazo unatakiwa kuwa nazo ikiwa unahitaji kuja Canada, unless ukuwe wewe ni mkimbizi, ndio hauhitaji kuwa na passport. Lakini ikiwa unahitaji kuja Canada na unajua wewe sio refugee Uh, ndani ya nchi yoyote ile ni mzuri sana na ni muhimu zaidi uhakikishe kitu ya kwanza kwanza, make sure uko na valid passport. Hiyo ni kitu ya kwanza ambayo lazima uwe nayo. Najua kuna wengi ambao tuko na wao hata uh, hapa kwenye channel, na huwa wanauliza maswali, wanataka kujua mengi, wanataka kujua zaidi, na wengine ombi lao kubwa ni kukuja Canada, lakini unapata wengi hata passport kwanza hujakuwa nayo, hiyo ni makosa. Kwa hiyo ikiwa unahitaji kuja Canada, jitahidi sana uweze kuwa na valid passport kwa mkono wako muda wowote ule. Hiyo ni kitu ya kwanza muhimu sana ambao nitakusisitizia uhakikishe uko nayo kwanza. Jambo la pili unatakiwa kuwa na digital photos, ama hizo passport photos kuwa nazo. Uh, format zote mbili hakikisha uko na soft copy na uko at least na hard copy hata mbili, na hiyo itakii kuwa ile ambayo imekaa zaidi ya miezi misita. Kwa hiyo unajua hiyo ni moja kati ya vitu ambazo hazikuagi expensive sana. Hakikisha uko na two passport photos ambazo ziko printed ama soft copy, na uhakikishe pia uko uh, na soft copy pamoja na hard copy zote sababu ikiwa uh, mahali ambapo unahitajika kuupload peke yake, itakusaidia unatumia hiyo soft copy. Ikiwa ni kitu ambao na ni kwa document ambao lazima uscan ndio uweze kutuma hard copy, itaweza kukusaidia na kumbuka, isiwe ile ambayo iko na mabadiliko makubwa sana kwa mwili wako. Ulishika picha ukiwa mnono, ukiwa umeshiba, saizi mwili umeisha, ama ulikuwa wewe ni mdogo na mabadiliko umekuwa kubwa sana kwa mwili wako, hiyo inaweza ikakataliwa. Kulingana uh, na IRCC wanakubali picha ambao ina umri wa miezi misita peke yake, ama iwe picha ambao umechukua ndani ya period ya miezi misita peke yake. Jambo la tatu bank statement. Bank statement ni kitu kubwa sana ambayo inahitajika hapo Najua sahii nitaigusia juujuu tu, lakini lazima niingie kiundani zaidi, sababu watu wengi sana mahali ambapo huwa wanakwama ni hapo kwa bank statement. Bank statement yako inatakiwa iwe at least inasoma ama iko na mzunguko ambao uko sawa, chini ya miezi mitatu mpaka miezi misita. Kwa hiyo ikiwa ni ya mwezi mmoja, miezi miwili, hapo ni ngumu sana uweze kukubaliwa lakini ikiwa inasoma kuanza miezi mitatu mpaka miezi misita na iko na mzunguko ambao unatulia, mzunguko ambao uko sawa, basi chance zako za kuweza kukubaliwa ama kupata visa ya kuja Canada zinakuwa ziko very high. Jambo lingine ambalo unahitaji ni job letter ama business registration. Nikisema job letter, sijamaanisha ya kwamba job offer ambao huwa una unaweza ukawa nayo kama umefanyikiwa kupata kazi hapa Canada. Kumbuka hii ni moja kati ya njia ambayo inaweza kukusaidia kuja Canada bila kuwa na job offer, ijapokuwa uh, inaweza ikawa ni kwa muda mfupi, lakini utakuja bila kuwa na job offer. Sasa hapa wanasema job letter ama business registration, unatakiwa uwe na jambo ambalo linaonyesha ya kwa kwamba wewe uh, unafanya kazi kwenye nchi yako unafanya kazi kwenye nchi yako, na kampuni ambalo unatumika nalo ndio liwe limekupea wewe barua ya kuonyesha kwamba huyu ni mfanyakazi wetu na nataka kuja kuvisit Canada, ama uwe unasimamia kampuni fulani ambayo inatambulika kisheria. Ukiwa unasimamia kampuni fulani ambayo inatambulika kisheria, unaweza ukatumia registration, uh, unaweza ukatumia business registration ama namba ya usajili ya ilo kampuni lako, kama barua ya kuonyesha kwamba wewe ni mfanyakazi ama wewe umeajiriwa ama wewe ni mwajiri pia kwenye nchi yako. Hiyo ni jambo lingine, nadhani nimeeleweka vizuri. La kufata unatakiwa kuwa na travel plan, flight booking, unatakiwa kuwa na travel plan ama flight booking. Travel plan uh, kwenye live yetu ya mara ya mwisho tulikuwa tunasema pia nini? tunaweza tukasema travel plan ama uh, travel itinerary unatakiwa kuwa na plan, napanga uh, kuvisit Canada especially wakati fulani, na ikiwezekana unaweza ukabook hata uh, ndege. Unaweza ukabook ndege, na sio lazima tu uwe umebook ndege but unaweza kuwa na information kamili ya ndege na unajua ndege pia uh, bei huwa inabadilika kulingana na majira, kulingana na nyakati. Hivyo majira nadhani ni seasons ya, kuna seasons ambayo iko juu, kuna seasons ambayo iko chini. Na sina uhakika lakini inaweza ikawa kuna ndege ambazo pia hazikuji wakati fulani sababu ya hali. Ndio maana lazima kuwa makini, unajua ni wakati gani unataka kutravel. Uh, ujue pia seasons za Canada zitakusaidia wakati gani Canada inakuwa iko kwa winter? Wakati gani Canada inakuwa iko kwa fall? Wakati gani Canada inakuwa iko kwa spring? Wakati gani Canada inakuwa iko kwa summer? Itakusaidia kuweza uh, kupiga mahesabu kwanza vizuri ya, ya air ticket na pia kuweza kujua wakati gani ambao visa zinaweza kuwa hazitoki sana ama zinapeano sana ama watu wanaweza kuwa wanajaribu sana kuweza kuja ama wakati ambao watu wajaribu sana kuweza kuja itakusaidia hapo hiyo ni moja kati ya vitu ambazo zitafanya application yako ichukue muda ama isichukue muda nakumbuka hili ambalo linaliongelea ni application ambao unaweza ukafanya ikachukua wiki mbili ama wiki nane kulingana na nchi yako wiki mbili ama wiki nane kulingana na nchi yako, utakuwa umepata visa ya kuweza kuja Canada. Jambo la kufata ni proof of accommodation. Ikiwa unakuja Canada na hauendi kufikia kwa mtu, sababu Canada address ni kitu muhimu sana tena sana kwa kila mtu ambaye anaingia, lazima wajue unaingia, unaenda wapi, unafikia wapi. Inatakiwa iwe full address ya kwa mtu ambaye unaenda kufikia ama kama sio kwa mtu ambaye naenda kufikia, pengine ulihaya hizo nyumba aina za BnB. Kama sio hiyo, basi uwe umebook hoteli. Ingia online, tafuta hoteli ambazo zinaweza uh, zikawa affordable hapa Canada. Angalia province ambao iko na vitu zile za kuvutia, zile ambazo unaweza ukaweka kwenye barua yako ya kwamba nataka kuvisit sehemu fulani. Tafuta hoteli ambayo iko karibu hiyo travel plan lazima pia tuweze kuiongelea vizuri kiundani, kusudi tukifanya kila kitu in details kwa video moja itakuwa kubwa sana na itaboresha kwa kuona. Ndio maana lazima nikupe kitu ambayo inaeleweka kwa muda ambao uko at least balanced, juu uweze kuelewa vizuri. Tutagusia pia hiyo travel plan bila ambavyo inatakikana. So, hizo ni vitu ambazo unatakiwa kuwa nazo, au at least umebook ama uko na full information about hizo uh, B&B hizo Airbnb ama hoteli uh, ambao unapanga kuweza kufikia. Alafu sasa, unatakiwa kuwa na account ya IRCC ambayo utafunza jinsi ya kuweza kucreate juu ya kuweza kujaza form ile ambayo inatakikana kujazwa, ni form na nambari IMM5257 ama ingine ni IMM 5645. Hizo ni forms ambazo natakiwa kujaza. Najua saa zingine zinaweza zikakuchanganya kwa sasa, lakini vile tutaendelea polepole, utafikia kuzielewa na kujua ni form gani na namna gani unaweza kuzijaza. So kila kitu nitaweka wazi kusudi kila mtu aweze kuelewa na ajue kile ambao anaweza kufanya. So document ya mwisho ambayo natakiwa kuwa nayo ni proof of tie to your home country. Unatakiwa ku prove ya kwamba wewe uh, ni baba ama mama wa familia eh? uko na kazi, uko na uh, wewe ni, ni, ni baba mama wa familia, uko na familia ambayo linakutegemea, kwa hiyo ukikuja huwezi kuliacha, bado unaweza ukarudi kushughulikia familia yako. Uh, uko na kazi ambao huwezi ukaacha, inakusaidia wewe kuweza kujikimu kimaisha hiyo huwezi kaacha familia, huwezi kaacha kazi yako kwa ajili ya kukuja kubaki huku bila kurudi. Hizo ni mfano, pengine wewe ni mwanafunzi kwenye nchi yako, na lazima urudi kwenda kuendelea na shughuli za shule na vitu kama hizo, ama uko na property document, ya property document ya kitu fulani kama nyumba, nini, ambayo inaonesha hiyo ni ya kwako, na hata ukija Canada huwezi ukakuja kukaa uache nyumba yako hivo na vitu kama hizo so okay. Hizo zingine tutaingia in details pamoja na wakati, lakini hizo kwanza ni document ambazo unahitajika kuwa nazo kwanza. Wakati ambapo najua ya kwamba napanga safari ya kuja Canada kama visitor, lazima uwe na hizo document kwa mkono. Najua zingine zinaweza kawa hazieleweki vizuri, na zingine zinahitaji ufafanuzi wa ndani Nitaenda polepole kusudi nifanye kila mmoja aweze kuelewa sawa sawa, na vile ambavyo unatakikana na nini itafanya uwe na high chance ya kupewa visa chini ya wiki mbili ama mwezi mmoja. Hizo nitaweza kugusia, na pia unahitajika kuwa na some stamps, eh, ama visa za nchi zingine, kwa hiyo ndio maana tunasema passport ni muhimu sana. Sababu ukiwa umewahi toka ndani ya nchi yako, kaenda ndani ya nchi nyingine, ukiomba Canada visitor visa from there, uko na high chance ya kuweza kukubaliwa kukuja, sababu wewe tayari wanaelewa uko na historia ya kutembea. Kama uko kwenye nchi yako, make sure uko na passport. Ukishakuwa na passport, tafuta hata siku, hata kama ni bure, vuka kwenye nchi jirani, unaweza ukakata siku moja, ama ukikaa huko hadi jioni, rudi ingia kwenye nchi lingine jirani kaa hata siku mbili, unarudi. Paspoti yako isiwe inataka visa ya Canada only, lakini iwe at least na visa ingine moja hata mbili, ionyesha y kwamba, uh, umewahi kutembea tembea, angalau hata kama ni kidogo, hata kama ni mara moja ama mara mbili. Hiyo ita boost chances zako za kuweza kuja Canada. Kuna mambo mengi sana ambayo tunatakiwa kuzungumza kuhusu hayo uh, kusudi uweze kufanyikisha ndoto lako la kuja Canada na invitation uh, I mean na visitor visa bila kuwa na ndugu, bila kuwa na familia, bila kuwa na uh, ndugu ama invitation letter yoyote hapa Canada. So kama wewe ni mpya, kumbuka kusubscribe na endelea kufuatana nasi mpaka mwisho. Hii ikiwa kama part 1 of this video. Uh, nitakuja na part 2 tu, tuone vile mahali ambapo tutaishia juu ya kuweza kukamilisha. Tunaenda hatua kwa hatua, na kila mmoja aweze kuelewa na kujua kile ambacho kinatakikana kwa wewe kuweza kupata Canadian visitor visa bila kuwa na shida nyingi. Thank you.